Utawala wa Trump umebatilisha vibali vya ukaazi wa mamia wanafunzi wa kimataifa na kuwazuia takribani kumi na mbili kwenye vyuo vikuu kote Amerika. Video za baadhi ya wa walokamatwa zimekuwa zikionyesha maafisa waliovaa nguo za kawaida wakiwa wamewafunga pingu na kuwakamata wanafunzi karibu na nyumba zao zimesambaa na kuleta mshtuko mkubwa kupitia jamii ya wanafunzi wa kimataifa. Zaidi ya vyuo vikuu 80 vimeripoti vibali vya ukaazi vilivyobatilishwa. Waziri wa Mambo ya Nje wa Amerika Marco Rubio alithibitisha mwezi uliopita kwamba viza mia tatu zilibatilishwa, akiongeza kuwa idara hiyo ilikuwa ikiwalenga wale ambao walikuwa wakihusika katika shughuli ambazo zinapingana na masilahi ya kitaifa ya Amerika. Mawakili wa uhamiaji wamesema wengi wa wale waliolengwa wameshiriki katika aina fulani ya shughuli zinazounga mkono Palestina na katika viza zingine kuhailiwa kunaonekana kuhusishwa na wale walio na aina fulani ya rekodi ya uhalifu au ukiukaji wa kisheria kama vile kuendesha gari juu ya kikomo cha kasi. Wataalamu wa uhamiaji wanasema wanafunzi wanaoshikilia viza wana haki sawa ya marekebisho ya kwanza ya uhuru wa kujieleza kama raia wa Amerika, na kihistoria imekuwa nadra kwa wanafunzi kufukuzwa kwa sababu ya vitendo vya kujieleza kisiasa, lakini wako katika hatari ya kufukuzwa kwa sababu ya hali ya muda ya viza zao. Lakini kwa nini viza vya wanafunzi vinabatilishwa? Mawakili wa baadhi ya wa wanafunzi ambao wamefungua kesi dhidi ya serikali ya shirikisho wanasema viza zao zilifutwa ghafla, bila ya onyo lolote na bila kukata rufaa au marekebisho. Rubio amesema kuwa viza za wanafunzi ni vya kusoma na kuonya kuwa vitafutwa ikiwa ni wageni wataonekana kuwa wanajihusisha na, na vitendo vya kuyumbisha serikali yao. Raia wa Uturuki na wanafunzi wa chuo kikuu cha Minnesota alizuiliwa mwanafunzi Machi baada ya visa yake kufutwa kwa ukiukwaji wa awali ya kuendesha gari akiwa amelewa. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shonona Haji.